aaba mwananchi, tunaenda maeneo ya mabango hayo ud, lazima kwa Tanzania wenzetu katika kutetea haki ya nchi yetu. Mwenzangu hapa tayari kapigwa risasi kafa, huyu hapa kama mnapomuona. Tuko naye kapigwa risasi kafariki. Endeleeni kuniombea, Watanzania lazima tukomboe nchi yetu.